Kweli tunafarajika kuona kipindi hiki cha sikukuu tuna watu wanarudi manyumbani. Kwa kweli ni kipindi cha kukaa na familia, jamaa na ndugu. Kwa kweli inapendeza, kwa sababu utakuta muda mrefu tuko nje, muda mrefu tunatafuta tuna, lakini kipindi hiki sasa utakuta babu hajakuona mwaka mzima, unakuja kunana na babu, wajomba, ndugu na jamaa, marafiki, hata pembeni, at least tunabadilishana mawazo. Unafahamu bwana kwamba tunapokuwa kwenye jamii moja, hasa so tuna, tunaishi manyumbani tunachanganyikana mambo mengi. Tunapokuja nyumbani tunakutana na changamoto nyingi, lakini pia wazee wanatuambia kilichobaki, kinachoendelea. Kwa hiyo tunafurahi sana kujumuika na wazee wetu hapa kijijini. Tunafurahi sana kukutana na watu ambao tulipotizana, wangine tulisoma nao shuleni. Lakini kwa kipindi hiki tunakutana na watu wengi, tunabadilishana na mawazo kwayo. kwa hiyo kwa kweli ni kipindi ambacho kizuri, ni kipindi watu na undwame, wana, tunasema sisi huko Wachaga tunakuja kutomia Eh, ukisikia ndo kipindi chetu ndo hiki. Kwa hiyo tunawaasi wale walikuwa mbali waaje sasa Kilimanjaro. Wachaga ni lazima turudi nyumbani. Ina maana kwamba kurudi nyumbani sio kwenye matambiko wa kurudi nyumbani ni kurudi, kwani, kukuja sasa kuangalia familia. Kukaa na familia tu tunaisema kuhesabika. Si kwamba tumemaana tunahesabia basi tunarudi nyumbani tunakutana na marafiki, wazee. Kwa hiyo tukishamaliza kukutana nao tunapata mambo mengi. Wazee wana mambo mengi. Sawa. Kwa hiyo tunaporudi nyumbani tunapata baraka za nyumbani na kile kidogo tulichopata tunakuja kutengeneza nyumba nyumbani. Tunakutana na marafiki. Kwa hiyo tunajikuta kwamba tunaendelea kudumisha zile mila zetu. Kwa hiyo tunawaambia wale kwamba warudi nyumbani sasa, kwa sababu kwa sababu mmeachana mwaka mzima mnakuja okay, kukutana tu kujulishana maendeleo ya ulipo, kama na changamoto yoyote, kama ndugu mnakuwa mnabustiana, ili ukienda mwakani kuanza tena uende vizuri, sio kama umeenda tu mjini uonekane na huko mjini, uende mjini angalau ufanye kitu ufanikio kutana lazima kama kama mingit, kwa upande wa mara nyingi tunakutana kwa ajili ya kufanya ibada. Sisi ni upande wa Katoliki, mnaombea marehemu, mnakuwa mna ibada ya pamoja ya kuombeana pia kwenye mafanikio ya mwaka mzima, kushukuru Mungu mwaka mzima mliokifanya, na pale ambapo nienda tofauti, basi sababu ni ndugu, mnaambiana ukweli, bwana, mi niko kule, lakini na changamoto moja mbili tatu, lakini nikisaidiwa hivi na hivi naweza na nikaendelea mambo yakawa mazuri so. Simewadia kama kawaida, wachaga woga tunakuja kukusanyika kuelezana shida zetu, matatizo yetu, kana kama kuna mtu ana jambo lake, woga tunabustiana, tunapeana mawaidha, tunapeana kila kitu, lakini lengo kubwa la Krismasi uchagani ni kukusanyika na kusherekea na kupumzisha nafsi. Woga tuna utamaduni, tuna kakinywaji chetu tunakaita mbege na kikapu, kwenye hiyo mbege panakuwa na nyama choma bila kusahau kunakuwa na mchemsho uoga tunachinja iza ng'ombe au mbuzi kwa ajili ya kusherehekea, na uoga unakutana kama ni familia tatu hadi ukoo kabisa, then ndio tunakaa chini tunasherehekea. Kwa hiyo Kilimanjaro, inapofika mwezi huu wa kumi na mbili na hasa karibia na sikukuu za Christmas, wananchi wazawa wa mkoa huu ambao wanafanya biashara kwenye mikoa mingine huwa wanarudi nyumbani <coughs> kwa ajili ya mapumziko. Kwa hiyo, kwanza nichukue nafasi hii kama mkuu wao wa mkoa kuwakaribisha sana nyumbani wananchi wote wa mkoa huu wa Kilimanjaro ambao wanakuja kwa lengo kwa malengo mbalimbali mbali. E, lakini lengo kubwa ambalo sisi tunalijua ni kuja kusherehekea e, sikukuu ya Christmas pamoja na mwaka mpya wakiwa pamoja na wazazi wao au na familia zao, na tumeona kwamba miaka ya nyuma na mwaka huu ni tofauti. Mwaka miaka ya nyuma wanaanza kuja kuanzia tarehe ishirini, ishirini na mbili mpaka ile siku ya tarehe ishirini na nne eh, wengine wanakosa hata magari. Lakini mwaka huu wananchi wameanza kuja hapa kuanzia tarehe tano ya mwezi wa kumi na mbili na hizi tunaona ni faraja kwamba ndugu zetu wanakuja kwa muda mchache, wanasherehekea Christmas na mwaka mpya wanaondoka. Lakini sasa tutakaa nao karibu mwezi mzima au na zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha. Nimewaomba <clears throat> pia viongozi wa dini watusaidie kuzungumza kwenye maeneo ya ibada, na mimi nimewahakikishia kwamba tutawapa ulinzi wa kutosha wakati wa mkesha wa Christmas na sikukuu zote za Christmas pamoja na mwaka mpya.